Desturi za marais wa Marekani wote huwa wanakuwa na sera za msingi kama swala ya eh, kiuchumi au kiusalama au katika mambo mengine, Wamarekani e, wanaita ni common policy. Yani eh, rais wa Marekani kwa desturi kwa eh, kuna kitu wanakiita common policy. Sasa common policy ya PC Trump, yeye siyo vita, kipaumbele kwake sio vita, kipaumbele chake ni mambo mawili, jambo la kwanza ni kuweza kuimarisha uchumi wa Marekani. Ndio maana kwenye kwenye kwenye yake ya msingi kabisa anasema Make America Great Again, na ili Marekani iweze kuwa e, kubwa tena ni lazima aweze kuimarisha Marekani iwe na uwezo mkubwa wa kiuchumi. Kwa hiyo common policy ya Trump ni kuhakikisha kwamba Marekani inakuwa na uchumi mkubwa inakuwa na mvuto mkubwa kwa maana ya kwamba kwa eneo linalokimbiliwa zaidi kwenye uuzaji, lakini kwa sababu hiyo, ndio maana wachambuzi wengi Marekani wanamwita ni Transactional President. Transactional President? Ina maana ya kwamba ni rais ambaye mtazamo wake upo kwenye nipe ni kupe, yani yeye anapata nini kama Marekani, ili na yeye awape nini kama watu wengine, kwa maana kama mataifa mengine, kwa hiyo popote so, pale ambapo Trump anaweka jicho lake maanake ni kwamba lazima zingatie kwamba nipe ni kupe anapata. Lakini jambo lingine ni kwamba eh, transactional president inamaanisha kwamba eh, ni kiongozi ambaye eh, amebase zaidi kwenye madeal ya kibiashara. Ndio maana tumeona kwamba amekuwa na hiyo mineral deal kule Ukraine lakini pia amebeba hiyo e, economic deal package kubwa eko, ya economic deal ambayo kimsingi e, ni moja ya deal kubwa e, zaidi kuwahi kuonwa katika historia ya Marekani kwa takribani miaka ishirini ukiachana na ile ya Bill Clinton na ile ambayo ilivunja rekodi ni ya Frank Delano Roosevelt. Kwa hiyo hii ya sasa ni moja ya, ya deal kubwa ambayo e, ni package ambayo inakwenda kuinufaisha Marekani. Kwenye, kwenye mambo mengi sana kutokana na hii ziara ambayo ameenda kuifanya. Kwa hiyo kwa msingi huo e, ndio maana Trump anatazamwa ana na wachambuzi wengi duniani kwamba ni, ni transactional president. mm -hmm. Jambo la kufahamu ni kwamba e, Mashariki ya Kati ni eneo muhimu sana kimkakati ni eneo mm -hmm. muhimu sana kimkakati kwa Marekani. Tena nchi tatu ambazo wamezitembelea E, ndiyo nchi mama katika kile kinachoitwa ulimwengu wa Kiarabu. Unazungumza e, umoja wa falme ya Kiarabu, maana yake kwamba e, unazungumza e, kitovu cha biashara Mashariki ya Kati. Unapozungumza Saudi Arabia, maana yake unazungumzia taifa lenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa Kiarabu. Unapozungumzia Qatar, unazungumzia eneo muhimu zaidi kimkakati, kiusalama katika Mashariki ya, ya kati kwa sababu E, kata ina eneo e, linaloitwa e, Al-Udeid ndio kambi kubwa zaidi ya kijeshi a Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo, eneo hili ni eneo la kimkakati. Kwa hiyo, Trump alichofanya amekwenda kufanya kuongeza nguvu zaidi kwa sababu amekuwa akilalamika Trump kwamba mtangulizi wake Biden hakuwa anafanya vizuri zaidi katika uwekezaji wa kibiashara uwekezaji wa kimkakati katika usalama katika eneo hilo. Ndio maana umeona kwamba amepita maeneo ambayo ndiyo yanayobeba tafsiri zima ya ulimwengu wa Kiarabu, kama alivyosema awali kwamba e, kambi ya Al Udeid Air Base ni kambi kubwa kuliko kambi zote zinazotumiwa na Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini e, pia ukizungumza ya nchi ya Saudi Arabia ni nchi ambayo kwanza ina wakazi milioni ishirini na tatu point mbili. e, nchi ya, ya, ya e, Katari ina wakazi milioni kumi. e, sasa uki, ukitazama wazi utaona kwamba e, e, ziara hii itakuwa na manufaa makubwa zaidi katika kumnufaisha Trump, kwanza kumwongezea nguvu, japo tumeona baadhi ya e, wachambuzi wengi wamekuwa waki, wakiipinga ziara hii kutokana na baadhi ya mambo e, kwanza mfano tu ni kwamba E, kwenye katiba ya Marekani e, kuna kipengele kinachoitwa e, emoluments clause ambayo inamzuia rais e, kufanya maamuzi ya kupokea zawadi binafsi, na watu wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu hilo, lakini anasema kwamba hilo sio tatizo, manufaa ambayo nimeyapata kwenye hayo maeneo katika ziara hii ni kubwa zaidi kuliko hicho ambacho wachambuzi wengi wakikikosoa. Syria ni eneo mkakati eh, katika kudhibiti nchi eh, ya Iran na hmm, kwa sababu eh, serikali iliyopita ya Assad ilikuwa na mahusiano ya karibu sana na, yeah, na Sharaa muhimu katika turufu ya kuhakikisha kwamba zaidi wa eh, Syria kuondoka eh, na ule ushikamano uliokuwa nao na Iran na ziara hii imeleta manufaa makubwa. Kwanza kwenye serikali ya Damascus, kwa maana hii serikali ya mpito ya Sharaa, kwa sababu tumeona tu kwamba benki ya Damascus, benki kuu ya Syria imeweza kupata nafuu sasa ya kuweza kukopeshwa takriban bilioni dola bilioni mia mbili kutokana na kuondolewa mazo ambazo ilikuwa imewekewa oa kimejificha na sasa Eh, eh, kina, kina kina kina kina kiko wazi ni kwamba eh, Syria kama sema awali ni taifa la kimkakati hmm. Na ili uweze kuidhibiti Iran ni kuhakikisha kwamba eh, maeneo yote ya kimkakati yanashikiliwa, na ndio maana umezunguka wazi kwa mfano, kwenye kikao cha, eh, cha baraza la Guba eh, eh, Trump amependekeza pia hata ile Guba ya Uajemi pia ibadilishwe jina iitwe Guba ya Uarabu. Yote hiyo ni mikakati ya kuweza kuidhibiti na kuimaliza nguvu Iran, kwa sababu Iran ndiyo taifa ambalo ni ya eh, eh, Marekani, lakini pia ndio azokisha eh, eh, eh, mahusiano ya karibu zaidi ya Marekani katika nchi za mashariki ya kati. Eh, Iran ina uadui wa muda mrefu na Arabia na e, Trump ametumia Katar kwa sababu Katar kwa nchi za imekuwa kiarabu imekuwa ikisimama isimama e, e, zaidi katika e, ku tafuta masuluhishi eh, kutatua migogoro eh, mingi tu kama tulivyoona hata migogoro ya Afrika, migogoro ya Mashariki ya Kati. Lakini eh, kwa, kwa, kwa, kwa Iran itakuwa ni ngumu, kwa sababu unapoiambia Iran misimamo eh, yake eh, mbele ya Marekani, maana yake ni kwamba umhusu uweze kudhibitiwa na Saudi Arabia Nchi mbili ni zina uadui wa muda mrefu na uadui wa kihistoria e, toka e, taifa la Saudi Arabia lilipoundwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na mbili, lakini pia zina e, uadui wa kimasilahi kwa maana ya kimkakati, sababu e, ni nchi ambazo kila moja imekuwa ikitaka kudhibiti eneo la mashariki kuwa ndio dola lenye nguvu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sio rahisi sana. E, kwa Iran kuweza kukubaliana na hicho ambacho Trump amekuwa akikizungumza au akikitegemea iweze kuwepo kama ambavyo tumesema awali e, kwamba e, e, haiba ya Trump yeye ni Transactional President, na mara, mara nyingi e, kila ambacho yeye amekuwa akikifanya amekuwa akitazamia e, zaidi manufaa ya kifedha, kwamba jambo e, hilo analolifanya ni lazima lilete maslahi eh, kwenye taifa lake la Marekani. Ndio maana eh, ye mwenyewe ameeleza wazi kwamba eh, ziara yake hii aliyoifanya Mashariki ya Kati itakuwa ni eh, yenye manufaa makubwa zaidi katika masuala ya uuzwaji wa silaha eh, ulinzi, usalama, lakini pia eh, kuweza kuiwezesha Marekani katika uwekezaji mkubwa. Ndio maana tumeona kwamba sana, eh, kwa mfano imeahidi kwamba eh, itaweka bilioni mia sita eh, kwenye miaka minne. Tumeona falme ya Kiarabu pia imeahidi kuwekeza 1.4 trillion dola za Kimarekani, lakini eh, sio hilo tu na sio maeneo hayo tu ili kuonyesha kwamba Trump ni Transactional President, eh, ofisi ya rais wa Marekani White House imeandikia balozi za nchi zote na tisini na tatu duniani barua ya kuzitaka zionyeshe interest ya kufanya biashara na Marekani na, na, na zionyeshe ni eneo gani ambalo eh, wanadhani kwamba wanaweza kufanya biashara na Trump. mwenyewe amesema kwamba watatazama kwamba eh, kutokana na hizo nchi zina namna ambavyo zimeonyesha interest na ni maeneo gani Marekani pia itakuwa tayari kufanya. Kwa hiyo inapigiria msumari kuonyesha kwamba eh, eh, Trump ni, ni mtu ambaye anaangalia e, zaidi namna gani ya kuprotekti uchumi wa Marekani, lakini pia kukuza zaidi uchumi wa Marekani kwa vita ya Ukraine na, na, na Russia yenyewe, ni uwezekano wa vita ile kumalizika ni, ni mkubwa kwa sababu zifuatazo mm. Kwanza moja pande zote mbili ziko tayari kwenye mazungumzo ni ambayo e, hawajakubali baadhi ya masharti. Hilo ndio jambo kubwa tu ambalo bado linaweka vikwazo, lakini jambo la pili e, kwa nini nasema ni rahisi kwa sababu e, Trump tayari ameshaonesha wazi msimamo wake kwamba anataka vita viishe, na ameshaonesha kwamba, e, anaunga mkono matakwa ya Urusi ya kukubali kwa, ku, e, kwa, kwa rais wa Ukraine, e, kuweza kulegeza misimamo na kutii amri katika kutekeleza yale ambayo Russia inayataka, lakini jambo la tatu ni kwamba Ukraine kukubali kuingia makubali jano ya kibiashara ile inaitwa minor deal, eh, na Marekani pia ni moja ya dalili za wazi kwamba vita vya Ukraine eh, na Russia eh, ni rahisi zaidi kumalizika kwa sababu Marekani ameshaonyesha kwamba sehemu ya karata yake ipo kwa upande wa Moscow. Kwa hiyo hilo inaweza ikatia pia uwepesi wa vita hili kumalizika ikilinganisha na mgogoro mwingine kama ambavyo ilivyo kwa maana ya mgogoro baina ya Iran pamoja na Riyadh. Saudi Arabia e, ni nchi ya e, kumi mbili e, kwa ukubwa e, duniani. Ni nchi ya kwanza kwa ukubwa mashariki ya kati na ni nchi ya tano kwa ukubwa Asia. E, e, kwa uchumi e, ni nchi ya kumi na tisa yenye uchumi mkubwa duniani. Kwa hiyo unaweza ukaona wazi kwamba fedha ambazo Saudi Arabia imekubali ime, ime kuwekeza kwenye investment Marekani ni dola za kimarekani bilioni mia sita. Kiasi ambacho Saudia haijawahi kuwekeza kwenye dili yoyote ya uwekezaji duniani kwa zaidi ya miaka sabini, hilo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba pamoja na serikali ya Saudi Arabia kushutumiwa kwa namna ambavyo uongozi wa MBS Mohammed bin Salmani, ambaye ni waziri mkuu na ndiye anayefanya maamuzi kwa sababu hali ya kiafya ya Mfalme Salmani haiko sawa E, haiko vizuri katika milango ya kidiplomasia na hali ya utawala bora duniani kwa sababu tukirejea kuanzia kwenye ile kashfa ya mwandishi wa habari e, Kashoji mpaka hmm, kwenye baadhi ya mambo kadhaa ambayo yamekuwa akilalamikiwa, lakini namna ambavyo Rais e, Trump ameifanyia kipaumbele ziara yake ya, ya, ya, ziara nchini Saudi Arabia, maana inaonyesha wazi kwamba e, e, serikali ya White House inaiunga mkono Saudia na iko tayari kufanya naye biashara kwa namna yoyote ile. Lakini eh, jambo la kuzingatia pia, nchi ya ufalme uh, ya Kiarabu ni moja ya miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa. Dubai ndio mji mkubwa wa kibiashara Mashariki ya Kati, miongoni ya uh, ya ni miongoni mwa miji mikubwa mitano ya kibiashara. Ufalme ya Kiarabu ni miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri zaidi eh, katika uchumi, lakini pia Qatar, ni eneo ambalo lilikuwa na mkataba na Marekani toka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na moja na mkataba wa kufungua e, eneo la la, la kijeshi mwaka tisini na nne. Kwa hiyo haya ni maeneo muhimu zaidi na ni maeneo ambayo yanaionyesha wazi kwamba Marekani inalenga kudhibiti eneo la Mashariki ya Kati katika uchumi e, katika eneo la kibiashara, katika eneo la kiusalama kwa sababu za e, Kiarabu peke yake imeingia ime, ime, ime, ime, ime mkataba na Marekani wa karibu dola za Kimarekani bilioni mia moja za kuea kunua e, silaha sila za kijeshi, pamoja na mikataba kadhaa ya k naekona kwa wazi kwamba eneo hili ni eneo muhimu, eneo muhimu sana ya kiuchumi, kwa maana ya uchumi mzima wa mashariki ya kati. Kuwekeza nguvu kubwa, maana yake ni kwamba ya, nchi ya China na nchi ya Russia kuwekeza nguvu zaidi Boyo, yeah, kwa hiyo yeye anachofanya ni kuhakikisha kwamba eneo katika sera za nje za Marekani, kwa sababu kama nilivyosema awali, toka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na mbili serikali ya Bush baba eh, iliingia mkataba na ujenzi wa eneo la Al Udeid Air Base ambayo ni besi kubwa zaidi ya kijeshi Marekani Mashariki ya Kati, lakini pia, eh, eh, pia eh, nchi za falme za Kiarabu imewekeza pia teknolojia kuimarisha eh, teknolojia. Kwa hiyo ni eneo ambalo Marekani na serikali ya Trump inalifanya eneo la Mashariki ya Kati kuwa ni sehemu miongoni mwa kabisa za vipaumbele katika sera zake za mambo ya nje, na katika kuhakikisha kwamba ile hegemon ya Marekani katika turufu yake katika Mashariki ya Kati inabaki palepale kama ilikuwa eh, mwanzoni wa miaka tisini Eh, na kuja eh, mpaka miaka ya elfu mbili.